Nina wasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo, karibu sana, ili niweze kuwachanganulia yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako bwana Ezra, mwenye anazungumza mambo ya ukweli. Nikope lako sikio kwa dakika chache hivi tuweze kuyachanganua na kuyaeleza mapana kwa marefu yale ambayo yametendeka. Tafadhali ninaomba tuweze kusahihisha sajili, au kipenda register. Je, unanitazama kutoka wapi? Kama upo Tanzania, je, mkoa upi? Kama upo Kenya, county ipi? Kama upo ughaibuni, je, unanitazama kutoka taifa lipi? Sema nasi hapa chini kwa uwanja wa comment section. Mm kwenye kipande hicho cha maoni ili tuweze kuona unanitazama kutoka wapi. Mwenyezi Mungu ala analipisha kisasi kwa wanyonge kwa njia tofauti tofauti. Unajua, sio vita vyote ambavyo unapaswa kujibu. Vita vingine wacha Mwenyezi Mungu ala apigane kwa niaba yako. Wakati mwingi Mwenyezi Mungu analipisha kisasi, na sio lazima uweze kunyoosha mkono au kinywa, hapana. Ninamaanisha nini? Mwezi wa kumi tarehe 29 mpaka tarehe 5 Novemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano ndugu zetu wa Tanzania wengi sana waliweza kuuawa, na cha kushangaza serikali hii katiri au katili waliweza kuzika miili yao kwenye kaburi la pamoja upande wa Kunduchi wakadhani kwamba sasa wamekwisha futa ushahidi wote, hole wao. Ripoti ambayo ninapokea kutoka kwa kituo kimoja cha polisi upande wa Tanzania, Dar es Salaam, ninaelezwa hivi: afisa mmoja wa polisi mwenye aliweza kuhusika mwenye alikuwa mstari wa mbele kuwaua ndugu zetu ambao hawakukuwa na hatia yoyote, amegeuka kuwa kichaa, amekuwa wazimu, anajiongelesha, ameanza kutoa siri, ameanza kumwaga mtama mpaka maafisa wengine wa polisi wameogopa. Kwa nini? Ile damu ambayo aliweza kuimwaga, ndiyo hiyo hapo. Taarifa hiyo ambayo nimepokezwa inasema hivi Taarifa kutoka Oistabai Police, na nadhani hichi ni kituo cha polisi ambacho kiko Tanzania Dar es Salaam, na kinasema hivi: kuna ofisa wa jeshi la polisi anaitwa Hamza anashikiliwa kituo cha polisi Oistabai tangu Novemba tarehe sita kwa sababu amepata ugonjwa wa afya ya akili yaani kichaa, ambacho kimemfanya aanze kutoa siri zao kuhusu katili waliofanyia waliotufanyia walio Oktoba ishirini na tisa. Najua mtu akiwa kichaa hajielewi, anazungumza tu maneno yoyote. Sasa huyu afisa wa polisi mwenye amegeuka kuwa kichaa ameanza kuvunja taarifa ameanza kutoa taarifa kuhusu maafa ambayo waliweza kuyatekeleza Tanzania, kuhusu katili ambao waliweza kuuelekeza kwa wananchi wa Tanzania ambao hawakukuwa na hatia yoyote, na tunapata tunaambiwa kwamba amepatwa na ugonjwa wa akili, yaani akili yake si timamu Hakuna kitu iti kwamba amepatwa na ugonjwa wa akili iti amekuwa kichaa. Ni Mwenyezi Mungu analipisha kisasi. Kwa nini? Unaona wale ndugu zetu ambao waliweza kuuawa, mpaka mama mwenye alikuwa mjamzito wa miezi mitatu aliuawa, mpaka watoto wadogo ambao hawakukuwa na hatia yoyote, wengine walitolewa nyumbani waliuawa, akina baba ambao walikuwa nyumbani hawakukuwa kwenye maandamano waliuawa. Mwenyezi Mungu hawezi akatulia maafa na machafuko yakitendwa yakiratibiwa. Hapana, naye ya amesema kwamba lazima aweze kulipisha kisasi. Sasa tunaambiwa kwamba mmoja baada ya mwingine wameanza kukua vichaa. Taarifa hizo zinaendelea kusema kwamba waliomwona, wanasema Hamza amefungiwa kwenye chumba cha pekee ama cha peke yake, na anaongea ovyo. Kila mara anarudia maneno yale yale, anasema walinipa silaha nikaue watu kwenye maandamano, nimeua watu wengi sana mpaka ndugu zangu. Nasikia yaani anasema kwamba yeye, yeye alipewa silaha awaue ndugu zetu kwenye maandamano ya 29 Oktoba mpaka tarehe tano 5 Novemba hapo, yale mauaji ambayo yamekuwa yakizungumziwa mpaka ruba za kimataifa. Unajua nimekuwa nikimwona Mwigulu Njemba huyu Tahira akisema kwamba sijui ni mabeberu au wabeberu, yale mataifa ambayo yanaonea Tanzania wivu ndiyo yanaratibu maandamano Tanzania. Sasa nikajiuliza kama hayo mataifa ndiyo yanaratibu maandamano Tanzania, sasa serikali imepewa kibali kipi cha kuwaua Watanzania? Basi unajua, haya mataifa ambayo demokrasia imeweza kukomaa, wananchi wanaweza wakaandaa maandamano, wanaweza wakachoma hata magurudumu ya magari barabarani, lakini hakuna mtu mmo, hata mmoja mwenye anaweza akaumizwa. Mfano, mnamo tarehe 18 tarehe 18 ya 19 Desemba mwaka 2025, palikuwepo na maandamano upande wa Ubelgiji nje ya bunge ya Ulaya. Sio tu kwamba Tanzania peke yake ndinashuhudia maandamano hapana, hata Ubelgiji maandamano yalikuwa jana na juzi. Wafanyakazi ndio walikuwa wanaandamana wakichoma ma, magurudumu barabarani wakilalamikia mishahara kiduchu ambayo wanalipwa. Cha kushangaza, magurudumu yalichomwa barabarani, vitu vikachomwa, lakini hakuna hata mtu mmoja mwenye alipigwa risasi, kwa sababu mataifa hayo yanachukulia maandamano kama njia moja ya kupitisha ujumbe kuelekea kwa serikali, kumaanisha wananchi wamekasirika, na ndio maana wanatoa ujumbe. Sasa ninashangaa Tanzania, kipindi ambapo Mwigulu Njema anasema kwamba kuna mataifa ambayo yanataka uranium ya Tanzania, ndio wanapanga vurugu Tanzania. Sasa nikajiuliza, basi kama wamepanga vurugu, je, serikali imepewa kibali ya kuweza kuwaua wananchi? Sasa ninaelezwa kwamba huyu afisa wa polisi ameweza kukata hira amekaa tahira kama Mwigulu Njemba anaropokwa cho, kitu cho. Yani yeye anasema alipewa silaha kuwaua wananchi, ameua mpaka ndugu zake. Akaendelea kuniambia kwamba na wakati mwingine anapiga kelele za kuomba msaada kwa sauti kubwa, anasema huyo huyo ananifuata na panga, nisaidie, anataka kuniua, nisamehe, nimekosa, ni mabosi wangu walinitumia Sikufanya kwa hiari. Aliyesema damu ya mtu huwa haiendi bure hakukosea, maana tayari damu ya ndugu zetu zimeanza kudili na waliohusika kumwaga damu za ndugu zetu, na huu ni mwanzo tu. Kila aliyeshiriki kumwaga damu ya watanganyika wenzetu zaidi ya elfu kumi hatobaki salama. Damu ya ndugu zetu zitaendelea kuwalilia mpaka siku mnaingia kaburini nyinyi Samia, kama ambavyo damu ya Habili ilimlilia Kaini. Sasa unaona, mpenzi mtazamaji, kama huyo afisa wa polisi, wakati mwingine anapiga kelele na kusema kwamba huyo ndio ao ananifuata na panga, eti kwamba yeye hakufanya kwa hiari, ila aliweza kupewa kazi na mabosi wake. Mimi namalizia nikisema hivi: wale wote ambao waliweza kuratibu revenge ya mtu aliyeuawa, haiwezi kaenda hivi hivi. Sasa aliyepanga, aliyeamua, aliyeshiriki na aliyefanya, nyinyi nyote. Kisasi chenu kinakuja. Ninakumbuka Mwenyezi Mungu aliweza kumuuliza Kaini, ndugu yako Abeli yuko wapi? Kaini akamjibu, mimi sijui. Je, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Sasa polisi watakapoulizwa ndugu zetu wako wapi, watajibu nini? Ndio hao wameanza kukaa vichaa. Tupatane kwa kande ijayo.